Watu kama ni meneja whatever kocha, meneja eh, coordinator, expertise, businessman, yani pale kwenye benchi lao la ufundi hawana mtu. Na kama wametafuta makocha wote wamewakosa, huu ni wakati wa kumu email Roman Foz aje. Foz ana, ana kibarua sasa. Huyu Foz ambaye wenyewe mmemshindwa Yanga ni kubwa. Unajua kuna nyakati muongee ukweli, we una elimu ya ukocha kwa mechi ilivyokuwepo na mtu wa vipi Morris Abraham unamwacha vipi? ni mahema uwanjani. Sasa huyo cha sambi sijui ndio, sasa huyo cha sambi sijui ndio amemtolea Morogoro. Sasa mimi msimu mzima nakuja kwenye mechi za Simba okay. hakuna mechi hata moja nimemwona cha sambi ameanza msimu huu okay. Kama mnaijua ni nyie. Sasa unamleta vipi mtu ambaye hana game time ya kutosha, unamtoa mtu gari limewaka. Morris Abraham pale walifeli pakubwa, angalia chance aliyokosa mpanzi jana kipindi cha kwanza. Kuna mchambuzi aliandika chance aliyokosa dube hii haijitokei tena kwenye mechi mechi kubwa kama hii, lakini leo mmeona chance aliyokosa mpanzu mmeona chance aliyokosa huyo Morris Abraham, mmeona chance aliyokosa huyo Jonas Sansoa. Acha sasa, kaingia jioni bwana, kakosa yani. Hizo wangu umeingia jioni, umeingia asubuhi, ili alijalishi bwana. Sisi tumefaili bila usajili aliyofanya manager Pantev, nikafanya coach Fadru. Huyo manager Pantev ni nani? Mimi leo nilikuwa namuona Matola, sikuwa namuona yeye, kwa hiyo namjaji Matola. Huyo Pantev kama ni kocha wenu wa WhatsApp au kwenye mitandao sijui, Ed coach alikuwa pale ni Matola, kwa hiyo naongelea Matola alikuwa mawapi. Swala la Pantev amesajili hajasajili kibongobongo timu zinasajiliwa na uongozi, hata Yanga pale kwetu wanasajili viongozi kwanza kwa hey. kwa kwa kimeonekana kwenye michoro ya kimataifa Young Africans pekee ndio ambao amefanikiwa kupata ushindi kwenye uwanja wa nyumbani. Pengine inaleta taswira gani kuelekea kufuzu hatua ya robo finali? Kwanza inaonyesha Yanga ni timu bora kwelikweli, kweli kweli, kwa hapa nyumbani kwetu Tanzania, kwa Yanga tulivyocheza na hawa Simba walivyocheza. Unajua sio tu Simba amefungwa leo kwa Mkapa. Ninyi mnapenda kuwapamba, mnapenda kusifia hizi timu za kari yako, sisi Yanga tukikosea tunatakiwa kukosolewa kwa hoja, sio kama wanavyofanya saizi wachambuzi. Simba nyie wanakosea muambii Simba nyie. Mmewajaza wiki hii nzima kwenye hamasa kwamba kwa Mkapa Simba hajai kuanguka. Kwa Simba kwanzia msimu huu umeanza, hajashinda kwa Mkapa. Hiyo ni fact, haipingwi. Yanga tumemfunga hapa kwenye, kwenye ngawa ya jamii Gaboroni wamedraw naye, wale Nsingizini waliojifia wamedraw nao. Kwa hiyo leo pengine ndo wamepata worst result kwa Mkapa tena amecheza na timu ambayo imechoka kweli kweli. Hawa sio Petro, mimi ninawajua Petro aliyokuwa anacheza African Football League, sio petro hawa. Leo hawa leo walikuwa wanacheza kama Fountain Gate, hawa leo walikuwa wanacheza kama Mtibwa Sukari ya nani yule, ya Tobias Kifaru. Tena Simba, ah, wamenisikitisha kweli kweli. Sisi tuko Zanzibar, tumefanya nini kwa Mkapa? Tumemaliza. Sisi tumefanya nini ukisema kuna kitu tumefanya, unataka kutugombanisha na watani zetu. Sisi tujafanya ile. Ndo timu yao na ndo kocha wao na ndo sababu ambazo